E, asante sana kwa um, maoni yako, um, umeshauri vizuri mabosi, umetushauri vizuri kwa sababu kwa kweli kuna mabosi ambao nafikiri wadada ni maroboti, e, na napendaga kuna baadhi ya comment wadada wanasema nyewe <laughs> wenyewe kazi zenu zimewashinda, mngekuwa mnaziweza, si mngezifanya wenyewe? Kwani kuna bosi anapenda kutoa hela yake e? Wapo jamani eti mabosi tunapenda kutoa hela tu kwa wadada? Hapana, lakini maana yake zile yale majukumu yani umeona kabisa peke yako huyawezi. Kwa hiyo kama sisi hatuyawezi hayo yawe majukumu hao tunaowaleta hawana tofauti sana na sisi, na wao wanatumia damu, hawatumii umeme. Kwa naungana na dada hapa anachosema kwamba mabosi tu, tuwe na yani hili jambo tuliangalie kama sisi tunavyofanyiwa maofisini. Kwanza mabosi wanafanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa si ndiyo? na wanafanya asubuhi mpaka saa ngapi? Saa kumi eh, e. sasa dada anaamka saa kumi na moja analala saa ngapi? Kwa kwanza kuamka uamka wa mwisho kulala eh? bado mtu akiumwa bosi, yani haelewi kabisa, anataka mtu aendelee kufanya kazi na dripu mkononi eh? unakanyola yako una pepe susu kabosi, bado anataka uende ukapike, uangalie mtoto, ufue? Ah jamani, huo ndio unyanyasaji wenyewe eh, kabisa. Mi naungana na dada mabosi, lazima tuwe na mipaka na hawa watu. Kweli wanatusaidia lakini tukumbuke haya majukumu sisi yalitushinda, ndio maana tukawaita, kwa sababu kuna mengi, wengine tukiwa tukiwa tukikubalia tuki kuhusu sheria zetu Wanaona hawa wadada wa mikataba baba yeah? Anaenda huko mtaani bado anatafuta dada, namwambia umeona, we mwenyewe kama wewe kweli una, unasusa una susa, kaa mwenyewe fanya kazi zako, lakini ukiona unatoka Wadada Center, unataf, unataka ukatafute yule ambaye utaweza kumburuza unavyotaka, it means kwamba unakubali nyumba yako ina majukumu wewe mwenyewe huyawezi. Kwa hiyo yule unayemleta pale basi, angalia namna ambavyo na yeye na anaweza kufanya kazi angalau kwa Yaani bila kupim, kupita kipimo. Yaani siyo na matarajio ambayo expectation ambazo we mwenyewe huwezi kufanya. Wewe mwenyewe huwezi. Bosi mpaka mwingine anakwambia hani hao ni watoto wangu lakini wananishinda. Sasa wewe watoto wako unakiri wanakushinda. Inakuwaje wewe wa dada unayemleta watoto wenyewe umeshashindwa kuwalea vizuri? Ndio hao watoto wanatukana wadada, wanawatobo toboa. Si ndio jamani? Ni kushindwa malezi. Wewe mwenyewe ushawaharibu hao wa watoto. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia mlee mtoto katika njia impasayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Hawa watoto wetu hapa, hawa kina Liston na Lincoln sio bahati mbaya wanaheshima walizonazo. Nyie wote simepita hapa? Hawa watoto wetu washai kuwatumia kuwatupia maneno. Wamewahi kuwapiga? Wameacha kuwasalimia? Ni watoto wenye heshima na adabu, si ndio? Sio bahati mbaya, ni malezi. Lazima uwekeze kwenye kulea watoto kipindi cha ukuaji wao, wawe na heshima, wawe na adabu. Ukiona unaenda kwenye nyumba ambayo mtoto hana adabu, hana heshima, alafu mabosi wana kazi ya kusema, huyo si mtoto. Yani wananikwazaga, huyo si mtoto? Mtoto bwana, dada, huyo ni mtoto. Kwa hiyo yani anaungana na yale ambayo mtoto anayafanya, hamkemei, hamkatazi, anakwambia huyo ni nani, malaika malaika? Wewe mzazi anamgeuza malaika shetani, maana mtoto anatakiwa aonywe, si ndio? Tena mbele ya dada pale, mzazi unakuwa mkali kabisa, unamwambia mtoto hiki, hili jambo usifanye, ni kitu kibaya, sawa, usirudie tena. Sasa yeye anasema sio, si mtoto e, mtoto anakupiga pale mbele ya mzazi wake, anakwambia dada bana wewe, si mtoto. Kwa hiyo <laughs> jamani e, bana Ah oh, dada kazi wanazofanya ni nzito sana kwa kweli. Hicho tu ndio ninachoweza kusema. Wana tumewatwisha majukumu ambayo sisi wenyewe yamesha tushinda. Watoto ambao tumeshindwa kuwakunja. Wanasema samaki mkunja angali? Mm -hmm. Wewe umeshindwa kukunja watoto wako. Wawe na adabu, wawe na heshima. Wadada wanaoingia humo ndani waone ni wadada ambao wanastahili kuheshimiwa. Wadada wakija wanafukuzwa, toka hapa. Hapa sio kwenu. Toka. Wadada wanatukanwa kweli na kupigwa juu. Asa wewe umeshindwa kuwalea watoto wako, ndio unataka dada aje apambane nao. Ah, niseme tu ni kwamba e, ili dada afanye kazi zake vizuri lazima kuwe, kwanza tulizungumzaga kuna workshop kuhusu ratiba eh, sindio? Lazima mtengenezewe ratiba. Kama mwajili wako ana ratiba, naomba shirikiana naye mtengeneze akikataa wewe tengeneza, alafu ipeleke kwake. Ratiba ndio itakayo kusaidia wewe kujipanga na kupata muda wako wa kufanya nini, wa kupumzika. Ratiba, ratiba, haijalishi wewe ni traditional ni smart ni professional, lazima kuwe kuna ratiba. Ratiba hiyo iwe na muda wa kuamka na muda wa kupumzika, muda wa kulala. Tunaelewana jamani eh, si ndio? Of course kuna wale ambao wanakaa sehemu yenye watoto wadogo labda mtu wadogo kumfitisha kwenye ratiba inakuwa ni changamoto, lakini lazima muende kwa taratibu, kwanza kuja kwenye huo mfumo wa ratiba yani. Hamwezi tukawa tunafanya kazi tu hamna ratiba yoyote yani, mnachoka. Ndio maana wengi unakuta wadada wazuri wanakaa miezi miwili mitatu, wanaondoka kazini, bosi analalamika, lakini hajiangalie au aangalie majukumu yake. Kwa hiyo ratiba ndio itakayotusaidia. Nyumba sio lazima isafishwe kila siku kila sehemu. Sasa kuna wale mabosi ambao anataka nyumba yake ing'ae kama iko mbinguni. Hapa hapa ni duniani ndugu yangu, kwa hiyo nyumba haiwezi kung'aa kila siku na na dada mmoja, alafu bado kuna watoto, watoto. Umeona, eh? Hapana. Kwa hiyo tunachosema ni hivi, kuna majukumu ya kila siku kipao mbele. Kuna majukumu yale labda kila wiki, kila baada ya wiki mbili, lakini jukumu la kwanza kubwa ni la nani mtoto au watoto, mtoto ndio priority. Mimi yani start, yani imagine, sitaki kusikia eti bosi anam, anamgombeza mdada kwa sababu eti hajadeki vizuri wakati dada amebaki na watoto wawili wadogo au hajafua vizuri, hajafua vizuri wakati ana watoto, si hata kama ni mmoja, jukumu la kwanza ni watoto mm. Yani watoto lazima wapate huduma ya kwanza muda wote, kwa hiyo hizo kazi zingine zitafanyika pale ambapo kuna hiyo utaratibu huo. Ikishindikana bosi, chukua dada wawili, chukua watatu. Sasa kuna baadhi ya waajiri wetu hicho kitu bado hawakielewi, yaani anataka dada alee watoto apike afanye usafi e, vinafanyikaje na mtu mmoja hivi vyote kila siku, kwa sababu yeye anaitwa dada wa kazi? Hapana. Kwa bahati mbaya y sisi Tanzania, tofauti na wenzetu, wenzetu dada anakuja kufanya kitu kimoja ya specified, yani kwamba dada anaenda either kwa mtoto au kupika usafi, au usafi. Sasa sisi kwa sababu of course hatuna hela mm, na njaa zetu na umaskini <laughs> dada anakuja kufanya kila kitu, si umeelewa eh? Naudia tena kwa sababu ya umaskini, kutokuelewa kwetu mamila yetu, dada anakuja kufanya kila kitu. Sasa basi kama ndio hivyo hatukatai lakini tuwe na mpangilio, si tunaelewana eh? Dada jukumu lake la kwanza muhimu ni malezi ya watoto, kwa sababu mtoto ndio asset kubwa ya kwanza ya mwajiri, mtoto au watoto. Hiyo kupika, usafi vinakuja baada ya mtoto yuko salama, yuko vizuri, then dada atafanya hivyo vingine. Si tunaelewana jamani? Ukiona haiwezekani, basi chukua dada mwingine, wa usafi mwingine wa kupika, si ndio jamani? Ndio hivyo, tunaelewana jamani eh? Kwa hiyo jamani, tunaomba ushirikiano wenu waajiri na wadada, mnavyo ripoti mnavyotuambia, na sisi ndio tuna tunaendelea kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Again, tunachokitaka ni watoto wapate usalama. Mahusiano ya dada na bosi yanapokuwa na shida, narudia tena, anayeumia ni mtoto, wanaumia ni watoto, si ndio jamani eh? Sasa mkataba wetu tumeutengeneza vizuri ambao wadada wengi wakija hapa wanaukimbia. Ni vizuri kabisa muukimbie eh, kwa sababu hata mapepo yanakimbia nuru, si ndio eh? Muukimbie mm. e, muukimbie kabisa mm. Tena muusome vizuri muukimbie, umeelewa? Muukimbie mm. eh? na waajiri wengine wanakisoma mkataba wetu, wakiambiwa wanakimbia. yes, muukimbie kabisa mm. Sisi tunaelewana mm. Sisi tunataka ulinzi wa watoto na wadada ambao wanaenda kufanya maadili kuleta maadili mazuri kwa watoto na waajili ambao wana maadili mm. Sio mwajili anataka dada mwenye hofu ya Mungu yeah, yeye ana hofu ya Shetani. <laughs> unaelewa <laughs> wanasema hofu, yeah, ya Mungu, hofu ya Mungu mm. si ndio? Lakini ukienda majimani kwako hamna hofu ya Mungu yoyote, si ndio? Hiyo na dada pia. Kwa hivyo naomba tuwe na utaratibu ambao tufuate mkataba. Tukifuata mkataba hatuna ugomvi humu ndani, sindio? Kama uwezi kufuata, si lazima uchukue dada kwetu, wala dada si lazima uhudumiwe ajira kwetu, sawa? Jamani, tufuate utaratibu. Sasa nafikiri kwenye hii mada ya unyanyasaji, ni vizuri kabisa tukasema, unajua sisi humu tunakusanya details information nyingi, sindio, za waajiri za wadada. Matukio haya tunayapata mengi, sindio karo, tuna document, tuna vitu vingi tunavipata sasa niwaambie kabisa, sisi tunatoa wadada Tanzania nzima, si ndio? Mm. Tanzania nzima tunatoa wadada sindio? Ila hii njia hii ya kaskazini hii njia ya kaskazini huku Moshi Arusha huku, sijui Manyara sijui huko wapi, huku Babati, mnajua huku haya maeneo haya, data zinavyotuonyesha kuna changamoto huku. Imenielewa eh? Waajiri wanaotoka hayo maeneo mnatuletea mm, changamoto sasa. Changamoto zipi? Kuna ambao kazi ni chungu mzima, kazi ni nyingi, ana ndani, ana nje, ana shamba, ana wanyama, ana hoteli, sijui ana guest house, ndugu zangu Wachaga wajasiria mali mm? ana bnb sijui anb ana spa sijui ana nini, yote dada afanye huyo. Eh, wengine nakwambia nina kibustani ndio hizo eka mbili. <laughs> eh, hapana jamani. Lakini sasa pia kwa ukali ni wakali wanapiga dada wakorofi. Sasa mimi nasema hivi, unapoamua kuja kwenye kituo chetu maana umekuja kwenye mstari sasa, usije kwenye mstari afu unataka kutuletea kona kona, unataka kupiga piga watoto wako utajuana na serikali zako za mtaa na polisi. Sisi wadada wetu hawapigwi Wanaambiwa wakish, wakish, wakishindwa kupa huduma unayotaka turudie sisi. Na mara nyingi hawa mabosi wanaopata shida na wadada ni wale ambao yaani, kwa mfano, uu niseme yani, wewe unaenda kwa mamalishe unachukua wali maharage alafu unataka itesti kama pilau <laughs> <laughs> sijui mnaelewa <laughs> yani, we uwezi ukachukua <laughs> Uwezi, uwezi ukachukua boda uende nao hapo tukategemea itapaa. Si umeelewa? Na maana gani kusema hivyo? Wana majukumu ambayo yanahitaji wadada wenye uwezo wa juu, lakini wao wanalazimisha hao wadada waweze kufanya hizo kazi. Lakini sisi tumeshawambia kabisa tuna traditional, tuna smart, tuna professional. Tumefanya hivyo kwa sababu tunajua uwezo wa wadada kwamba uko limited, ni mdogo. Kwa unapomlazimisha dada afanye homework za mtoto wakati yeye mwenyewe kaishia darasa la 4 anafanya homework gani? <coughs> Eh? Na watoto wanasoma hizi shule za kisasa, kisasa. Dada mwenye kaishia la 4 unamwambia afanye homework. Mtoto akirudi angalia madaftari yake anayaonaje? Eh? Mwingine dada anapika chakula hicho hicho ajiongeze. Ile neno kujiongeza kalisikia mara kwanza kituoni hapa kwetu. Sijui mnaelewa. Hanipiki vyakula vizuri. Lakini tumekwambia wewe ni traditional dada ametoka kwenye background za, za hali ya chini exposure yake ni ndogo. Chukua smart upikiwe vizuri, chukua professional. Unataka kula vizuri zaidi chukua professional. Sasa tusilazimishe vitu vidogo viwe vikubwa. Kwa hiyo tunaletiana frustration kwenye maisha kwa sababu ya matarajio tofauti. Ndio maana sisi tumeweka utaratibu ambao ndio kituo cha kwanza Tanzania kufanya utaratibu probably duniani kwamba tumewagrade hawa wadada kutokana na uwezo wao capacity yao, si ndio? Mazoea character hizo na personality tunaziweka, tuna general kituoni, si ndio jamani? Kwa hiyo kama tukikwambia hivi, maana yake tunafahamu sisi sisi ndio wataalam. Wewe uwezo kaenda hospitali kwanza kubishana na daktari kama vipi, kujitibu mwenyewe? Basi tunaelewana jamani wajili, maana sisi sisi wa Tanzania tunajua, tunajua sana Uwezi ukaenda hospitali ukabishana unomwe iki, unomwe, malaria, weinaoma, zidawa, <coughs> na dokta we anakwambia unaumwa malaria, unaambia mii na UTI si naoma unaichi, ndo wanavyofanya au hizi dawa ndo za hivi, au mimi nitaenda kujinunulia mwenyewe. Sawa, kajinunulie, tutakuona mwakani na figo zako. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo utaratibu huko kwamba sisi ndio wataalamu sisi ndio tunafahamu hawa wadada tunajua haya majukumu, tunajua uwezo wao. Ukija kwetu, utatusikiliza sisi, utakachoamua, tusije kulaumiana yeah, au tusianze sasa kunyanyasana au kufanyana ukatili.